Karibu Jtdfx. Kwa mawasiano zaidi, unaweza ukanitafuta kupitia namba ambazo unaziona hapo kwenye skrini yako. Na leo nimekuletea video ya introduction au utangulizi kuhusu uh, kutumia MetaTrader 5. Hii MetaTrader 5 ni software au app ambayo tunaitumia katika kuweza kufanya trading, ni hapo ambayo ipo advanced zaidi. Ina maana hii imekuwa modified zaidi kuliko MetaTrader kwa hiyo naomba uweze kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo ukifungua MetaTrader 5 utakutana na hii front ambayo unaiona kama hapo, muonekano huu hapo wa mbele kunakuwa kuna, kwa kuna currency, pia na kunakuwa kuna, kuna bei za hizo currency au kitu ambacho una, una trade. kama ni stock au index, unaweza ukawa una hold hapo. Kwa hiyo ukiangalia katika muonekano wa mbele hapo kuna hizo uh, saimbo uh, kitu ambacho una trade uh, za hiyo financial market ambayo una trade. Alafu chini kuna button kama tano, kiangalia hapo kuna chart uh, kuna trade, kuna history pamoja na message. Alafu hapa kuna chart, kuna aina tatu za chart ambazo tunazitumia. Hii ni candlestick chart, pia kuna bar chart pamoja na line chart lakini Uh, kuna professional trader ambao wanatumia footprint chart ambayo ambayo inapatikana katika trading view. Lakini most ambazo zinatumika ni tatu na hii candlestick chart ndo ambayo inatumika kwa kiwango kikubwa. Ukilaiti click katika si yako kidabu tap, utakutana na sehemu ya setting na utaenda kuiseti, je unataka kutumia candlestick chart, line chart au bar chart lakini most of trader huwa tunatumia candlestick chart kwa sababu candlestick inatoa taarifa kamili ama kuhusiana na market ukiangalia. Okay, okay, hapo katika setting kuna candlestick chart, kuna bar chart pamoja na line chart. Kwa hiyo unatumia ambao unataka kutumia, lakini most of trader huwa natumia uh, candlestick chart kwa sababu huwa inatoa taarifa kama candlestick moja inabeba specific uh, price fulani okay. Kwa hiyo mimi hapa nita switch kwenda kwenye line chart, na jinsi ya ku switch hivi ni una double tap katika screen. Oho, kama unavyoona hapo, hii ni line chart. Ukiangalia chati nyingine hapo, uh, kuna hiyo bachati kama unavyoona, hiyo ni bachati. Hii ni bachati kama unavyoona. Kama umefanya training jinsi kutumia bachati chati, unaweza ukatrade kwa kutumia bachati, kwa unasoma data zako kutumia bachati, lakini chati ambayo inatumika ni candlestick chart, okay. Basi nitarudi katika hii chati pia. Ukibonyeza hapo walipoandika tredi, hapo walipoandika tredi, hapa ni sehemu ambapo unaangalia maendeleo ya tredi zako, ya oda zako ambazo, uh, umezifungua. Kwa mfano, kama hii oda ina loss ya uh, 0.9 0.7, ina rangi nyekundu, kisha rangi nyekundu inamaanisha ni loss. Ni loss lakini Uh, ikionyesha hii rangi ya blue mfano kama blue hii hapa hii inakuwa hasa umeshaanza kutengeneza profit, na sio kila tu utakapoanza kuweza ku place order na na utatengeneza profit. Hapana, huko na muda account itasoma kama ni loss. Lakini kutokana direction ya market utaona profit. Na hapa kwenye history kwa chini hapa, ukibonyeza kwenye history uh, utaona utaona historia ya trade zako ambazo umezifanya kuanzia trade ya kwanza mpaka trade ya mwisho. Kwa hiyo utaona pia unaweza kaangalia hizo uh, trade zako kwa today, na maana kwa siku ambayo umetrade, kwa last week uh, kwa last month. Sasa hapa katika custom period ukibonyeza, utaangalia trade ya siku fulani. Kwa mfano kama leo tarehe 9, kwa hiyo nitaangalia trade ya 3 uh, pia nitaangalia tarehe 5. Basi hii ndiyo history ambayo history, jinsi inavyoweza kufanya kazi katika trading yako kwa kutumia MetaTrader 5, utapata deals zako. Kwa hiyo nikija katika mwanzo, katika quotes ambapo nimesema hapa uh, ninakuwa ninaona symbol ya pair ambazo ninazotrade kama ni forex, kama ni index, au kama ni stock. Kwa hiyo utaona hizo pair zako. Utaona hizo pair zako kama unavyo unaziona hapo na, na ukitaka kuongeza pay utabonyeza ka ka na kama ka kujumlisha ka juu hapo. Lakini hizi hapo inaonyesha lowest price pamoja na highest price. Lakini hizi ni market price ambazo unaziona hizi bei ambazo zinacheza mkono wa kulia kwa chini, hizo chini ni lowest price pamoja na highest price lakini hizi za juu kubwa kubwa hizi ni market price. Ina maana katika muda huo huo wa market kwao, ukifungua hapa katika chati, katika chati kwa upande wa juu, pia kuna vitu ambavyo wanatakiwa vijue. Hiyo hapo, hiyo ni lot size. Utaongeza lot size, utuongezea hapo una button ya chini sasa, na ukibonyeza hiyo alama kama differential hapo juu, hapo ndipo sehemu kuweza kuongeza indicator kwa indicator katika chati yako, na hii indicator unaweza ukaadi katika indicator window au ukaadi katika main chart. Indicator zipo nyingi, kuna trend indicator, kuna oscillator indicator pamoja na volume indicator, lakini next moment tutaangalia indicator moja baada ya nyingine, jinsi ya kuweza kutumia indicator katika kuweza kufanya trading. Hizi hapa kama unavyoziona hizi ndizo indicator ambazo zipo katika Metatrader 5 na ndizo indicator ambazo most tunazitumia katika trading. Unaweza kutumia indicator kwa kufanya trading, lakini uh, indicator haina efficiency sana, ila nitakufundisha hizo njia zote. Kwa ukiangalia hapa katika chat yangu hapa inaonyesha time frame. Time frame katika forex trading, uh, ni ule muda ambao wewe unaotumia katika kuweza yeah, kutredi una kuanzia 1 min 5 min 15 min 7 min 1 hour 4 hour 1 day na wiki pamoja na months. Je, unataka kutredi kwa dakika tano like, au dakika 15, namana katika amana candlestick moja inatengenezwa ndani ya dakika moja inatokea ndani ya dakika tano. Je, unataka utrade kwa masaa yapi? au katika kutokana na strategy ambayo unaitumia. Pia ukidabu tapu hiyo screen yako utaona uh, hizo time frame, kama hapo one min mpaka lakini ukiangalia hizi za pembeni ambazo zinamulikamulika uh, hizo ni instant market price. In case kama unataka kubai kwa uh, market price, hizo ni instant button. Kwa hiyo ukibonyeza hizo button utakuwa umesha place order ya kuweza kubai au ya kuweza kuseli kutokana na analysis ambayo umeifanya. Chagua option ipi kwa hizo ni instant, uh, price button. Pia ukibonyeza upande wa huku juu kulia unaweza ukaitoa hapo. Ni pa kuweka limit order, hii limit order au unaweza kaita ni pending order. Pending order, labda unaweza ukasema bei ikishuka kwa kiwango fulani, labda ilikuwa ni mia moja sitini na nne, labda ikishuka kwenye mia moja sitini na tatu, mimi nita place pale order yangu. Kwa hiyo ndio maana hicho kibatoni cha juu hicho. Pia kwa upande wa chini kama unavyoona hapo ni indicator inakaa hapo. Okay, hapo kwa jaribu kuonyesha, labda unataka ku place order pending order, bei ikishashuka chini kabisa ni menu, hapo ni menyu. Ukibonyeza hapo ni sehemu ya kuweza kuiseti account yako Ukubonyeza hapo lipoandika manager account hapo, oneandika manager account unaenda kuweza ku add account. MetaTrader 5 haifanyi kazi hivi, lazima uweze kuiunganisha na broker. Kama unavyoangalia hapo, hawa ni mabroker ambao mimi ninawatumia kwa hiyo, lazima uweze kuiunganisha na broker. Broker uh, ni mtu kati ambaye anakuwezesha anakupa facility kama software za ku trade pamoja na kuweza ku deposit pamoja na kuweza ku withdraw. Anakuunganisha na soko la forex la dunia, ambapo nimeshakwisha kuangalia haya masoko au forex trading. Kwa hiyo nikibonyeza hapo kwa alama ka kujumlisha, nitaenda ku add account, na jinsi ya ku add account nimeshakwisha kuelezea. Kwa hiyo hapa utaandika jina la broker ambao umeregister, umetengeneza account yako, utaandika hapo kwenye searching bar. Utaandika labda let's say, broker ambao mimi nimemtumia ni Just Market, kwa hiyo nitaandika hapa. MetaTrader 5 haifanyi kazi hivi hivi, lazima uweze kuiunganisha na akaunti yako ya trading kwa broker fulani ambayo wewe umemchagua. Kwa hiyo then, hapo kisha nitaweka login details nitaweka na password yangu hapo, then nitaweza kulogin kwenye akaunti yangu. Hii MetaTrader 5 inakuwezesha kuweza kufanya analysis kwa sababu ina tools, lakini pia unaweza ukafanya nje. Lakini nina habari njema, nimeanza kutoa uh, signal kwa upande wa forex pamoja na gold. Nimezigawa katika package mbili. Package ya kwanza nimeita basic package signal, na uh, package ya pili nimeita VIP package signal. Ukijiunga katika basic package signal gharama yake ni shilingi elfu kumi, lakini sio kila siku nitatoa signal, lakini ukijiunga katika VIP package signal ni elfu thelathini na kila siku nitatoa signal. Karibu get the JtraderFx kwa masiemo zaidi, azakachek tena.